Karibu kwenye FYP Tech, mahali unapojifunza teknolojia kwa njia rahisi kabisa. Leo tutajifunza jinsi ya kutumia ChatGPT kuandika barua, captions na content ideas kwa urahisi, haraka na kwa ubora wa hali ya juu. Kama wewe ni mwanafunzi, mfanyabiashara, content creator au msanii, video hii ni kwa ajili yako. Section 1: kuandika barua. Kwanza tuanze na barua Chat GPT anaweza kukuandikia barua za aina yoyote: barua rasmi ya kuomba kazi, barua ya maombi ya udhamini, barua kwa mpenzi wako, hata barua ya kushukuru. Mfano prompt: Write a formal letter to apply for a job as a graphic designer addressed to XYZ company. Hakikisha unafanya yafuatayo: weka jina la kampuni, eleza aina ya kazi, ongeza sifa zako. Output ya Chat GPT barua safi yenye lugha rasmi isiyokuwa na makosa ya kisarufi. Unaweza pia kusema kwa Kiswahili, niandikie barua rasmi ya kuomba kazi ya ualimu kwa shule ya msingi, na ChatGPT ataandika barua hiyo kwa Kiswahili fasaha. Section 2: kuandika captions za mitandao. Sasa tuone jinsi ya kuandika captions kwa mitandao ya kijamii kama Instagram, TikTok au Facebook. ChatGPT anaweza kutengeneza Captions za kuhamasisha, captions za kuuza bidhaa, captions zenye vichekesho au msisimko. Mfano prompt. Write a funny and engaging Instagram caption for a photo of someone eating street food. Unaweza pia kuandika, nipe captions tano za kuuza nguo kwa wanawake wa kisasa na utapata captions zenye maneno yanayovutia wateja wako. Section three, kutafuta content ideas kama wewe ni YouTuber, blogger au unaratibu peji ya biashara unahitaji content ideas kila siku. Chat GPT ni msaidizi wako mkuu. Mfano prompt: give me 10 youtube video ideas for a tech channel targeting beginners. how to use AI on your phone, top 5 free AI tools for students, canva versus photoshop, which one is better, na nyingine nyingi. Unaweza pia kuuliza nipe ideas za content ya TikTok kuhusu biashara ndogondogo Tanzania. ChatGPT atakupa mawazo ya ubunifu yenye kulenga soko lako moja kwa moja. Section 4, Bonus tips za matumizi mazuri. Vidokezo vya kutumia ChatGPT vizuri. 1. andika prompt zako kwa uwazi na kwa maelezo kamili. 2. eleza unataka lugha gani Kiswahili au Kiingereza. Tatu, omba version tofauti kama haujarivika Nne, tumia cha GPT kama msaidizi si mbadala wa ubunifu wako. Hiyo ndiyo njia rahisi ya kutumia cha GPT kuandika barua, captions na kupata content ideas. Usisahau kusubscribe kwenye FYP Tech kwa mafunzo mengine ya teknolojia yanayobadilisha maisha. Asante kwa kutazama. Hadi kipindi kingine.